Baada mula, kum amani, wa wa <clears throat> zimku, alia, ya kumshukuru Mola na kumtakia rahma na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasalam. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya Uislamu na iman na neema ambazo kwamba ni nyingi tulizopewa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu twasema: alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihati. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumeingia katika mwezi mtukufu wa Shaaban, mwezi ambao kuna mingi yametokea katika mwezi huu wa Shaaban na kwa hakika ni muhimu kwa Muislamu kupata kuyajua, kupata kuyafahamu yale ambayo yanatokea katika hii mezi, ili dini yake au imani yake ipate kujengeka juu ya dini yake ya Kiislamu. Kila unapokuwa yale matukio ambayo yatokea katika Uislamu ukawapata kuyafahamu na ikawapata kuyajua, inakuwa imani yako inapata kuzidi kwa sababu ya kufahamu yale matukio ya Uislamu, na kuzifahamu zile sheria za Uislamu zinajenga ile imani kwa hiyo muislamu anatakaniwa aelezwe anatakaniwa asome anatakaniwa afuatilie kwa ajili ya kuijenga imani yake na kuongeza kitu katika dini yake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kuwa tuko katika mwezi wa Shaaban, insha Allah Taala tutakuwa tukiendelea na kipindi cha kueleza matukio ambayo yametokea katika huu mwezi wa Shaaban na fadhila za mwezi huu wa Shaaban, fadhila zake, ubora wake, utukufu wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika miongoni mwa mezi ambayo alikuwa rasulullah akiitukuza zaidi basi miongoni mwa mezi ni huu mwezi wa Shaaban, kwa sababu ya yale ambayo yamepatikaniwa ndani yake, ndugu zangu wa Kiislamu. <clears throat> tukiingia katika zile nukta za kueleza yaliyopatikaniwa katika huu mwezi wa Shaaban kwanza, ambalo leo tutalizungumza, jambo la kwanza

iliyotukuka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama, yeye pamoja na masahaba zake walikuwa wakielekea Baitul Maqdis katika ibada zao wanazozifanya katika swala zao, walikuwa wakielekea moja kwa moja Baitul Maqdis ambayo yapatikaniwa Masjidul Aqsa wakati ule na manabii waliopita takribani wote au wingi walikuwa wakielekea Baitul Maqdis, manabii. Sasa Mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasalama akataka yeye, akawa raghba yake, hamu yake, mapenzi yake ni aelekee Kwengine, yani Mwenyezi Mungu amwelekeze kwengine, isiwe ni Baitul Maqdis. Na miongoni mwa yaliyoelezwa na maulama na maulama ni kwamba wale kufaru Quraishi wale makafiri wa kiquraishi makafiri wa kiquraishi walikuwa wakimwambia mtume yani waki, kama kumchallenge mtume kumpa maneno Mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Sababu wao walikuwa tu wakimuudhi Mtume na hamu yao ni mtume audhike, ni mtume awe na dhiki katika kifua chake, katika moyo wake. Sasa wao walikuwa wakimtia dhiki bwana Mtume, wewe si ni mtume, wadai kuwa ni mtume? Haya ndio katika yale jumla yaliyoelezwa na ulama mpaka mtume akataka kibla kibadilishwe, iwe kuna sehemu huyowaelekea ni kwa sababu ya maneno ya makafiri wa Makka walikuwa wakimwambia mtume, kweli kwanini, chako, uweleke, walikuwa uweleke, ikiwa kweli wewe ni mtume basi kwa nini kibla chako uelekee walikoelekea manabii wengine, kwa nini uelekee Baitul Maqdis, usielekee ikiwa ni mtume usielekee sehemu nyingine, yani Mungu, mungu wako, Mola wako akakuelekeza sehemu nyingine isiwe ni Baitul Maqdis, lile jambo likawa la mtia dhiki bwana mtume Rasulullah, nikawa mtume sa sallam, yale mambo yanaendelea, na maneno ya kikuraishi ya mtia dhiki bwana mtume sa sallam, na mtume ni msubirifu sana, amesubiri mingi sana kutoka kwa Makuraishi, na Mwenyezi Mungu ndio pale alipomwambia walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume, sisi twajua ni yani, ye Allah ta mba, masikini, yaquluna, wa Ta'ala kwamba yadhiqu sadruka, kifua chako chapata dhiki, maskini kifua chako kinakuwa yani chadhikika, bima yaquluna, kwa yale wanaoyatupatupa tupa makafiri, kwa yale wanaoyazungumza makafiri kukuhusu wewe haswa anapokukejeli, anapokurushia maneno maneno mabaya, huwa kifua chako chasikia dhiki. Sababu mtume pamoja na kuwa ni mtume, pamoja na kuwa ni khairu khalqillahi eh, pamoja na kuwa ni msubirifu zaidi eh? lakini mtume sallallahu alaihi wa sallam kiupande mwingine ni mwanadamu, kiupande mwingine ana moyo na yeye eh? Ana moyo na yeye kiupande mwingine sasa yale maneno kila akirushwa rushwa, mtume husikia dhiki katika kifua chake, husikia dhiki Rasulullah. Sasa kulengamana, miongoni mwa mambo ambayo yalimfanya mtume awa ya salam akawa hakuridhika kuelekea Baitul Maqdis ni haya maneno ya makufar Quraishi yalikuwa wakiatoa. Lakini mtume sallallahu alaihi waalihi wasalam ilikuwa akiangalia mbinguni sana, mara nyingi akiangalia mbinguni, yani kusubiri wahi, kusubiri wahi, akiangalia mbinguni, labda penginepo kutakuja wahi rabbani, ntaletiwa alwahyu. Ntaletiwa alwahyu. Ntaletiwa wahi, ntaletewa alwahyu rabbani, ntaletewa alwahi, ntaletewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ntaelekezwa sehemu fulani. Akawa Mtume za sallam mara nyingi katika ibada zake mara kuangalia mbinguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi 'ulahu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika Al-Qur'an Al-Karim twasoma Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, qad nara taqalluba wajhika fi sama, Hakika tumeona kule kugeuka geuka kwako kuangalia kwako mbinguni. Nara taqalluba wajhika fi sama, tumeona namna unavyoangalia mbinguni falanuwalianaka qiblatan tarlaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume hakika eh, tutakugeuzia ama tutakuelekeza katika qibla, sehemu ambayo kwamba tarlaha, sehemu hiyo utakuwa kiridhia. Kad nara taqalluba wajhika fisama falanuwalianaka qiblatan tarlaha, tutakugeuza tutakuelekeza sehemu ambayo kwamba wewe utairidhia. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia fawalli wajhaka shatara almasjidi lharam. Haya, sasa kibla kimegeuzwa, elekea shatara lmasjidi lharam, elekea katika alkaaba, ielekee alkaaba. Ukiswali katika ibada zako elekea alkaaba, fawalli wajhaka shatara lmasjidi lharam wa haithu ma kuntum, popote mtakapokuwa, na ummati wako, fawallu ujuhakum, ujuhakum shatara, popote mtakapokuwa wewe na ummati wako, fawallu ujuhakum shatara, usonyuso zenu mnapokuwa mwaswali, mnapokuwa mwaomba dua, mnapokuwa mwafanya ma, ma, ibada zenu, geuzeni elekeeni shatara, elekeeni sehemu iliko alkaaba elekeeni Makka, sehemu ambayo kwamba kuna Baitul Haram, al Kaaba. Elekeeni huko, Mtume za salam, ikawa ni sababu ya kugeuzwa qibla, akaelekea Al Kaaba. Hayo ya kugeuzwa qibla yalipatikaniwa katika huu mwezi wa Shaabani, ambalo saala la kugeuzwa qibla si dogo. Saala la kugeuzwa qibla si dogo. Saala ambalo wewe angalia Mitume wote waliopita mitume wote waliokuja walikuwa wakielekea wapi? Baitul Maqdis. Mitume waliopewa sheria wakapewa na vitabu eh? waliobeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu wa risala wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wakielekea, akielekea baitul Maqdis, lakini alipokuja mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa kuwa moyo wake hakuridhika kuelekea huko na Mwenyezi Mungu alimuahidi mtume, kwa kuwa mtume wa sallam ndio kipenzi wa Mwenyezi Mungu katika viumbe vyote, kuanzia malaika, binadamu, majini, viumbe vyote, kiumbe ambacho kwamba ni ahabbu ila Allah, yani ahabbu khalqi Allah, kiumbe ambacho chapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtume. Ndio maana mtume sallam haombi kitu ila atapewa Wacha kuwa kuomba hajaomba mtume upewa, mtume upewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni misdaq kaulihi Ta'ala, ni kule kusadikisha neno la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume saaa sallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah, Mola wako atakupa na utaridhia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa hili neno la kumwambia mtume wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakupatia na utaridhika wewe. Miongoni mwa aliopatiwa mtume waasallam ili aridhike kufurahishwa na mola wake ni tahwilu lqibla, ni sala zima la kugeuzwa qibla, kuelekezwa Makkata al-Musharrafa, kuelekezwa Makka, kuelekezwa Alkaaba. Saa lazima la kuelekea Alkaaba kwa sababu mitume alikuwa wakielekea Baitul Maqdis, lakini yeye tu, kwa sababu Mungu ataka kumridhisha mtume, aya elekea Alkaaba. Tena si yeye tu, na umati wako wote, elekeeni Alkaaba. Hilo jambo la kuelekea Alkaaba, kugeuzwa qibla, tahwilul qibla, ta kugeuzwa qibla lilipatikaniwa katika shahru Shaaban, katika huu mwezi wa Shaaban ndio kulifanyika tahwilu lqibla. Ndugu zangu wa Kiislamu, pamoja na kuwa mtume wa salam alitaka kugeuzwa qibla na jambo la elezea kuhusu kugeuzwa qibla, lakini pia twapata mafunzo mingi tofauti tofauti. Sala la kugeuzwa kibla ni sala ambalo kwamba kwetu sisi, kwa Mtume, ilikuwa ni tahwilu al-qibla. Lakini kwetu sisi tunaweza tukalichukua pia kwa sura nyingine, tukalichukua kwa sura nyingine, sura ambayo kwamba kwa amba ni sahiha, sura ambayo kwamba kwa amba ni sahihi, tukalichukua sala lile, tukalileta kiupande wetu kiupende wetu twalileta vipi? Katika shahru shaaban kulifanyika mageuzi, kukafanyika tahwilu lqibla katika shahru shaaban, na sisi tuko shahru shaaban. Basi na sisi tuweza tukafanya tahwil ya nyoyo zetu, fanya tahwil ya nyoyo zetu. Qibla tayari kishageuzwa, sasa sisi tukachukua sura ya tahwilu lqibla na sisi tukachukua pale mafunzo ya tahwilu lqulub kuzigeuza nyoyo zetu, min almaasi ila taatillah, kutoka katika maaswi ya nyoyo zetu tuzigeuze tuzielekeze katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ulimwengu umeharibika, ulimwengu umekuwa mbaya. Eh, ulimwengu umekuwa mbaya. Watu sasa hivi nyoyo zao zimeelekea dunia tu, si watoto, si watu wazima, si mabarobaro nyoyo zao zimeelekea ulimwengu tu, nyoyo zao zimeelekea anasa tu, nyoyo zao zimeelekea maasia tu. Sasa na sisi tufanye tahawili, ndugu zangu wa Kiislam, tufanye tahawili nyoyo zetu tuzielekeze katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, katika huu mwezi wa Shaaban iwe ni sababu yale ambayo yaligeuzwa na Mwenyezi Mungu miongoni mwao ni kibla, basi na sisi tuchukue kwamba ni sura, tuchukue kwamba ni mfano ule, na sisi nyoyo zetu tuzigeuze, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtii Allah jalla jalaluhu. Pia twapata ya kuwa mwislamu atakikaniwa awe na mabadiliko, awe na mabadiliko katika mambo yake, mabadiliko ya kiroho kama tulivyoeleza, na mabadiliko pia katika mambo yake. Usiwe wewe ni mtu wa kufuata, yani, wa kufuata afkari za watu, ya kufuata, yani, miondoko ya watu, iwe pia katika maisha yako, una nafasi ya wewe kubuni lako ambalo kwamba ni zuri, sio mbaya, kubuni lako kwa sababu, leo sasa hivi kuna watu waishi katika kufuata fikra za watu, maisha yao waishi katika kufuata fikra za watu, kwamba madamu watu wafanya hivi, na mimi wacha nifanye hivyo. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa mitume waliopita walikuwa wakielekea Baitul Maqdis, lakini mtume sa salam yeye akataka kuja na mfumo wake, kwamba mfumo wangu mimi, pamoja na kuwa mitume wenzangu, ndugu zangu, waliopita walikuwa wakielekea Baitul Maqdis, lakini wacha na mimi mfumo wangu, wacha na mimi nije na mfumo wangu. Kunazo sehemu tukufu, basi na mimi wacha ni muombe Mwenyezi Mungu anielekeze pale ambapo nitaridhika, isiwe ni Baitul Maqdis. Mtume akaja na mfumo wake, na mfumo wake ulikuwa katika sheria ya dini. Mwenyezi Mungu akamuelekeza Masjidil Haram, ambayo kwenye Al-Kaaba, ambayo kwenye Al-Kaaba ni sehemu tukufu zaidi. Al-Kaaba ni sehemu tukufu zaidi, hata kuliko Masjidil Aqsa, hata kuliko Baitul Maqdis. Sehemu ya Al-Kaaba ni sehemu tukufu zaidi, zaidi. akaelekezwa kule sehemu ambako ni tukufu zaidi Mtume wa sallam. Kwa hiyo na sisi pia tuwe na mabadiliko, usifuate tu kwamba watu wafanya hivi na mimi wacha nieleke kule walikoelekea watu, kule watu wa, walikoelekea wanaoyafanya na mimi wacha nifanye yale yale wanaofanya watu. La, watekanewa Muislamu pia uwe na mabadiliko, uwe na mifumo yako, uwe na miondoko yako eh ambayo kwamba miondoko ile na mifumo ile haitotoka katika sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Bado uko katika sheria za Mwenyezi Mungu. Lakini usiwe ni mtu wa kufuata tu fikra za watu. Usiwe ni mtu wa kufuata tu watu wafanya na mimi niacha nifanye. La, na wewe pia uwe una vitu vyako. Eh, Mungu amekupa akili, basi una miondoko yako, waweza kubuni chako ukaweza kufuata kile chako, ama ukaenda na misingi yako na mikakati yako ambayo wewe mwenyewe waitaka na umejiekea, na ni mizuri na iko katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, sala ama tukio la tahwilu l-qibla sisi la tufundisha mingi sana ndani yake na, tufundisha mingi sana ndani yake, miongoni mwa kutufundisha na kutuelimisha latuambia sala ili mwanadamu abadilike, abadilike katika rohia, katika moyo wake yeye mwenyewe abadilike, abadilike ila taati llah. Eh, baada ya kuwa ulikuwa ukifuata njia zingine, badilika fuata, toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu atakana abadilike. Ikiwa wewe ilikuwa ukienda na fikra za watu, ukienda na maoni ya watu watu wanavyokwenda na wewe waenda hivyo, yani waenda na fikra za watu fulani, basi badilika. Mungu hebu badilika, Mungu amekupa akili uangalie, ubuni na wewe yako, ubuni fikra zako, ubuni miondoko yako, uende kwa misingi yako na mikakati yako ambayo itakuwa ni sahihi, ambayo itakuwa iko katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Na tahwilu lqibla, kugeuza qibla kuna mingi sana ambako twapata picha na twapata mwelekeo na sura kamili kwa sala la tahwili alqibla. Lakini ndugu zangu wa Kiislamu, mwezi mtukufu wa Shaaban umesharifika, umepata ile tashrifu kwa sababu ndani ya huu mwezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo aliyofanya mageuzi ya tahwilu al-qibla. Kule kuwa qibla kiligeuzwa kutoka Baitul Maqdis kuelekea al-Kaaba katika shahru Sha'ban tayari shah, ni kuonyesha shaharu Sha'ban ni mwezi mtukufu kwa sababu ya ile tukio la tahwilu al-qibla. Mbona mezi iliyopita ni mingi? Kwa nini tahwilu al-qibla haikufanywa katika mwezi wa kwa nini tahwilul qibla haukufanywa katika mwezi ya nyuma huko, ulifanywa katika mwezi ulifanywa katika mwezi wa Shaaban? Kwa sababu Mungu alitaka mwezi wa Shaaban, kwa kuwa ni mwezi mtukufu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka hata qibla pia kigeuzwe katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hiyo tuko katika mwezi wa Shaaban na miongoni mwa matukio ambayo yalitokea katika mwezi huu wa Shaabani kuonyesha adhama, ni matukio la tahwilul qibla lilifanyika katika huu mwezi mtukufu wa Shaabani. Na insha Allah taala, tutakuwa tukiendelea kueleza matukio na kueleza fadhila, ubora wa huu mwezi wa Shaabani, mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakapotuwafikia, insha Allah taala, ndio tutakapokoma.